Moja kwa moja kutokea Bamaga, Mwenge, jijini Dar es Salaam. Hii ni Global TV, mimi ni Kasmiri Mseleche, na hii ni habari kutoka hapa Global TV. Maiti ya mzungu yaokotwa bahari ya Hindi, huko posta jijini Dar es Salaam. Maiti ya raia wa kigeni inayefahamika ni mzungu imeokotwa kwenye ufukwe wa bahari ya Hindi eneo la posta ya zamani jijini Dar es Salaam, jirani na kituo cha mabasi ya mwendo kasi, ikiwa inaelea baharini, kwa mujibu wa mashuhuda wa tukio hilo mwili huo ambao ulishaanza kuharibika ulionwa na wapita njia ambao baadaye walitoa wa taarifa polisi kitengo cha mmerini ambao walifika eneo hilo na kuchukua kwa ajili ya taratibu nyingine za kiusalama. Kamanda wa polisi wa Ilala Hamdun Salum amethibitisha kupokea taarifa juu ya kuokotwa kwa mwili huo, lakini akasema bado hana taarifa kamili juu ya kilichompata raia huyo wa kigeni.

Kwa jina naitwa Fazili Shamba. Aa, nilikuwa kwenye kazi yangu nikaona watu wanakimbilia baharini na mimi nika, nikajiunga kuona kwamba wanaenda kuna nini kilichotokea. E, ndipo nilipofika nikakuta kuna mtu amezama na inasemekana amezama kwa muda mrefu sana ameharibika e, vibaya mno ndio taarifa zikafikia polisi wakaja wakamchukua. Uh, ndivyo inavyosemekana, hata baadhi ya wenyewe uh, watu wa usalama, ndio hivyo wanahisi kwamba ni mtu raia wa kigeni ndio. Mimi naitwa Adija Bushati yeah, ni mkazi wa Keko. Nilikuwa natembelea maeneo ya posta kwao, nilipofika hapa feli nikakuta wenzangu wanashangaa shangaa, nika kasana mwenzangu ngoja na nami nikashangae. Nilipofika pale ndio nikakuta maiti naelea juu Askari wakaja wakaichukua, imeondoka. Ilikuwa kama saa sa, sa sita hivi.